cha dominika ya huruma ya Mungu, tarehe 27 Aprili elfu mbili na ishirini na tano jioni, baraza la makardinali meungana na watu wa Mungu kusali masifu ya pili ya jioni kwa ajili ya kumkumbuka na kumuombea hayati Baba Mtakatifu Francisco, masifu ambayo yameongozwa na Kardinali Rolandas Makrikas kamishina maalumu wa kipapa wa wa kanisa kuu la Bikira Maria Mkuu, ambaye pia ni mwandamizi wake. Hii ilikuwa ni fursa kwa baraza la makardinali kuungana na watu wa Mungu waliokuwa wamefurika kwenye kanisa la Bikira Maria Mkuu kwa ajili ya masifu ya pili ya dominika ya huruma ya Mungu pamoja na kutoa heshima zao makardinali, pamoja na watu wa Mungu katika ujumla wao walipata nafasi ya kusali kwenye kaburi la hayati Baba Mtakatifu Francisko kwenye kikanisa cha Bikira Maria afya ya Warumi, mahali ambapo hayati Baba Mtakatifu amefika hapo kusali zaidi ya mara mia moja ishirini na sita. Kwa hakika alikuwa na ibada kwa Bikira Maria. Kanisa limesali na kumwombea Baba Mtakatifu Francisko ili Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo aweze kumpokea mbele ya uso wake katika mwanga wa milele na usingizi wa amani, huku akiwa na tumaini la ufufuo wa wafu, maisha na uzima wa milele. kukunogeshea dhamana na utume wa makardinali katika maisha na utume wa Kanisa Katoliki, kama kawa, ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.